wasiache kusubscribe na kulike na kushare katika video zetu mbalimbali ambazo tunazituma hapo, ili ujumbe huu ufikie kwa wengi tu, inshaallah. Leo tukiwa katika mwendelezo wa darasa zetu na katika kuelekeza kuelekezana katika mambo ya laheri. Ndugu zangu Waislamu, leo tukiwa na mada adhim kabisa, mada ambayo inagonga vichwa vya watu wengi sana, na ni mada ambayo ni muhimu sana kwa ulimwengu kwa ujumla, hususan Uislamu uh, kwa ujumla. Ndugu zangu, kama mnavyojua, kuna mtu ambaye unamfahamu sana mtu huyu, na ni maarufu sana mtu huyu. Anapokuwa usiku anakuwa na huzuni sana mtu huyu, pia anapokuwa mchana basi anakuwa ni dhalili sana, na akitembea mitaani basi hukuta kama kuna mtu nyuma anamfata mtu huyu. Anapokuwa pondani basi macho yake yote huwa yanalenga katika mlango wake. Mtu huyu akisikia kengele ya simu yake, basi moyo hupiga na pressure zani. Mnamfahamu mtu huyu na ndiyo mada ambayo nitazungumzia kuhusu mtu huyu. Bila shaka namzungumzia hapa mtu mwenye deni, kama inavyosema deinu hamun fil layli amba deni ni huzuni na majonzi usiku, wa madhallatu finahari, na pia deni ni jambo ambalo linakufanya uwe dhalili wakati mchana. Mwanadamu anapokopa au anapofungamana nafsi yake na mkopo ambao aliokopa basi mkopo ule humfanya mtu yule hususan Muislamu, hapa tunazungumza Muislamu mwenye kuijua dini, muislamu mwenye kuifahamu uislamu wake, basi huyu deni lile humkosesha usingizi kwa usiku wake ule ambao alionao, pia la mchana, basi humfanya mtu yule akawa ni dhalili. Kila mtaa anaopita anapita kwa hofu, hataki watu wamuone, anajificha kwa mtu huyu, anamkimbia yule anabadilisha njia hii, anapita njia ile yote, kutokana na deni ambalo alilolichukua kwa mwenzake, au kutokana na madeni ambayo yaliyomvaa mtu yule. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadisi ambayo rawahu Muslim, yughfaru lishahidi kulla dhambi, yani shahidi husamehewa madhambi yake yote. Shahidi ukisema shahidi ama mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza kuhusu shahidi, anazungumzia yule aliyekufa katika jihad A shahidi huyu atakayekufa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, shahidi husamehewa madhambi yote. Kama ninavyoelewa, shahidi ni katika martaba iliyo ya juu kabisa, yani ni daraja ambayo ya juu sana kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba hawawi sawa wale ambao wanapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na wale ambao waliokaa

Allah pia anasema katika niaba ya hawa wenye kufanya eh, jihadi. Mwenyezi Mungu anasema wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabili llahi amwat, wala msije mkazani, wala msije mkazani, wala mkafikiria ya kuwa wale walio kufa katika jihadi amwat, kwamba amekufa kwa ame, macho yenu naona kwamba amekufa na sisi zana zetu zinatupeleka kwamba amekufa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia a msizanie hivyo <laughs> m Mungu akasema kwamba alladhina kutilu fi sabili llahi amwat, kwamba hawa walokufa katika vita wamekufa. Bal ahya, bali Mwenyezi Mungu anasema hawa wako hai, wanaruzukiwa walakin la tashurun, lakini ninyi hamfahamu wala hamuelewi kuhusu hicho, ila Allah subhanahu wa ta'ala anajua jinsi gani wanaruzukiwa, anajua jinsi gani wapo hai watu hao zote ni fadila za huyu mwenye kupigana jihadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje katika hii hadithi ambayo alipokea Muslim? Hii hadithi anazungumzia ya kuwa yughfaru lishahidi kulla dhambi, husamehewa huyu aliokufa, eh, shahidi, shahidi madhambi yake yote, illa, sikilizeni, illa, sikilizeni vizuri, illa deni, isipokuwa deni katika hadithi ambazo zimekuja nyingi nyingi, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku moja alikaa pamoja na masahaba zake, akasema: subhanallah, yaani yani kuna wahyi ambao umekuja mpya. Wahyi gani? Anasema: je, munazani muna mtu taenda kwenye vita akafa mtu yule, baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akamrejeshia roho yake, mtu yule baadaye akaingia tena vita katika sabilillahi akafa mtu yule, baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akamrejeshea mtu yule uhai wake, akaingia kwenye vita, akafa mtu yule basi, akafa mtu yule, bado ana deni huku nyuma aliacha, basi hatosamehewa deni lake na hato ingia peponi mpaka deni lile lilipwe. Huyo ni nani? Shahidi. Sasa mimi na wewe ambao si mashahidi tunatarajia Allah subhanahu wataala atufishe mashahidi, lakini hatujui mwisho wetu ni upi. Lakini tunaomba kwake yeye Allah subhanahu wataala atujalie na sisi miongoni mwa mashahidi, lakini pia tunamwomba Allah subhanahu wataala atuepushe na madeni, madeni ambayo kama tunavyosema au kama hadithi zinavyozungumza au kama Allah subhanahu wataala anaeleza katika Subhan Allah subhanahu wa ta'ala anasema laina amanu ia tadayantum bidayni ila, ila ajalin musamma. Pendekezo hili lina manfaa kwa li, li Mwislamu hasa katika ukiangalia okay, upande wa deni sababu deni ni jambo zuri sana endapo deni lile ukali, ukakopa kwa mwenzako ukalitendea kazi deni lile ukafanikiwa, baadaye ukarejesha kile alichokukopesha, basi ni jambo zuri sana na limekusaidia sana katika maisha yako. Lakini ni jambo tena baya sana, ni jambo baya sana endapo utakopa kwa mwenzako, kwa ndugu yako wa Kiislamu au rafiki yako, ukamkopa baadaye ukashindwa kulipa deni lile kwa maana kinachofata hapo ni uhasama, kinachofata hapo ni ugomvi na kinachofata hapo ni kukata udugu ule ambao mlokuwa nao. Ndugu zangu, tusizungumze sana huko, tuendelee na mada yetu. Tukiwa katika mada hii, hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza ya kuwa, kuhusu huyu shahidi, hata kama atakufa shahidi huyu mara tatu, afe mara nne, hali ya kuwa bado kuna deni nyuma yake, mtu anamdai au anadaiwa basi mtu yule hatosamehewa hata kama ni shahidi, mpaka deni lile litakapolipwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi nyingine, kutoka kwa, kwa, kutoka kwa Bukhari hadithi hii eh, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man akhadha amwala an-nas, man akhadha amwala an-nas, yule yoyote ambaye atakichukua mali za watu au mali ya mtu yuridu addaaha ad akataka mali ile kwa nia ya kwamba ninachukua mali hii baadaye mimi nitakuja kulipa mali hii, Allahu anhu Allah Subhanahu wa ta'ala humjalia mtu ule kulilipa lile deni, kwa maana alikuwa na nia ya kulilipa lile deni, basi Allah umjalia kumfanya wepesi mtu ule kulilipa lile deni. Waman akhadha waman akhadha yuridu itlafaha lakini akachukua mtu mali ya watu wengine, akakopa, akataka kwamba mimi nakopa, baadaye mimi nimkimbie huyu bwana, baada nachukua deni hili, baadaye mimi ni, yaani nilikimbie deni hili nisilipe. atlafahu Allahu, Allah Subhanahu wa taala humjalia mtu yule asililipe, au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala atamharibu mtu yule, yani atamharibia mambo yake hii hadithi imepokelewa na rawahu Bukhari. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii ye inasisitiza muhimu wa nia njema wakati wa kukopa, yaani umuhimu wa nia njema wakati wa kukopa, mtu awe na nia njema.